Kwenye pena hizi namba 14 na next slide, everyone knows how to manage success but no one ever asks how do we manage failure. Ni swala la msingi, kwa sababu failure is not the end of, of the world. This is how you manage it, na si Trump aisha kutufundisha kwenye alipokuwa bankrupt huko nyuma, wenzako alipotea moja kwa moja kwenye real estate business, lakini aliweza kumanage failure, aka akawa mpole, akaacha kiburi wakampandisha hao bankers ambao watu wengine walikuwa na wadharau. That is how to manage failure. Regret for the past is waste of the spirit and makes no money, vo inajieleza. Minutia never makes money, it only makes manure. Hii mbona sielewezeki? Never makes money, it only makes manure ili neno minushia kwangu ni jipi ya Eni, tutaendelea kulitafuta. Tutaendelea kulitafuta. Inasema the small precise, uh, trivial details of something nadhani ni kuwa so much into detail. Okay. Anasema super successful people are macro managers who know

Kwa kweli asante sana, asante sana. Umetupatia umetupatia package ambazo tulikuwa tunazihitaji, ambazo ninaamini wadau wetu wengi ambao wamejiunga na sisi muda huu walikuwa wanahitaji sana kusikia kuhusu Vodacom, lakini pia wengine wamekuja wame kwa ajili ya kujifunza. Tuna dakika kumi, uzuri wake hatuna maswali mengi. Ombi langu naomba msiongeze maswali, wadau waliouliza haya yanatosha.